Kama tunavyofahamu wote kuwa utoaji wa mikopo hii ulisitishwa mwezi Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kutokana na mapungufu mbalimbali yaliyokuwepo wakati huo. Miongoni mwa mapungufu hayo ikiwa ni pamoja na vikundi kuto kurejesha mikopo hii baada ya kupatiwa fedha za mikopo kwayo. Kwa hiyo kwa kuiona hii wengine walikuwa wanaona kama mkopo huu ni sadaka ambayo inatolewa na serikali, wakisahau kwamba wamesaini kwamba huu ni mkopo ambao unatakiwa kurejeshwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, hapa nilivyoingia, nimetembelea vikundi kumi ambavyo vimenufaika na mikopo hii ya asilimia kumi. Tulianza na kikundi cha dada wawili wenye ulemavu ambao wameweza kupata mkopo usiopungua milioni hamsini, milioni kumi na saba, wakanunua bajaji mbili. Baada ya kurejesha vizuri, wakapewa milioni ishirini na mbili, wakanunua bajaji nyingine mbili na wameanza kurejesha ule mkopo. Hii inaonekana ama inaonesha umuhimu wa kuchukua mkopo na kuurejesha, kwa sababu wasingerejesha ile milioni kumi na saba ya mwanzo, hakika wasingeweza kupata huu mkopo wa pili. Na wameniambia kutokana na biashara ile wanayofanya, wanaweza kujikimu na kuendesha maisha yao pamoja na ulemavu walionao hili ni swala kubwa sana na tunapaswa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa kuona kwamba hata baada ya kusimamisha mikopo ile alielekeza turejee tena ili mikopo hii iweze kutolewa na kuwanufaisha wenzetu kama wale ambao tumewaona pale. Tumekuta kikundi cha vijana wanafyatua tofali, wanatengeneza pavasi hizi kwa ajili ya maeneo yetu kwenye majumba yetu ama kwenye maeneo ya serikali. Vijana wale wamepewa mkopo na mwisho wa siku wamenunua gari, wamepewa gari ile tunayoiona pale. Mkopo huu umewasaidia sana vijana hawa kuendelea kupata riziki na kuendelea kuendesha maisha yao. Omba tujitahidi, tutakaopata fedha hizi kurejesha, ili mwaka huu ama mwakani tuweze kutoka kwenye shilingi bilioni sita nukta nane tufike bilioni kumi ama zaidi kwa mkoa wetu wa Tanga. Leo hii tunakwenda kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni mbili nukta saba sita moja kutoka halmashauri za jiji la Tanga, halmashauri ya Lushoto, halmashauri ya mji wa Korogwe halmashauri ya wilaya ya Korogwe na halmashauri ya wilaya ya Pangani. Kiasi hiki cha fedha kinakwenda kugusa vikundi vya wanawake mia moja hamsini na tano vikundi vya vijana sabini na moja na vikundi vya wenye ulemavu kumi na tisa na kutengeneza ajira zipatazo 1715 kama Mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyosema, naomba niwapongeze tena kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kutoa mikopo hii kwa makundi yaliyobainishwa ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu. Leo hii utakabidhi hundi ya shilingi bilioni mbili na milioni 761 na laki tano kwa vikundi kutoka katika halmashauri za Pangani ambapo hawa wana kikundi wapo wana, kuna bilioni, kuna milioni 80 katika vikundi 12 na wanufaika ni 84. Lakini kuna vikundi kutoka katika mji wa Korogwe, vikundi 15, wananufaika 105, jumla ya shilingi milioni 155 zitaweza kutolewa lakini pia Korogwe DC utatoa hundi ya shilingi milioni mia mbili na sitini na laki tano katika vikundi hamsini na mbili na wanafaika watakoni mia tatu na mbili na hapa Tanga jiji utakabidhi hundi ya bilioni mbili makofi. Kwa Tanga jiji bilioni mbili ambapo kutakuwa na vikundi mia na thelathini na saba na wanufaika ni mia sita themanini na sita. Hivyo basi, Mheshimiwa Waziri, kwa sababu shughuli hii ni yako, tunakuomba tukukaribishe uweze kutupa maelekezo yako, lakini pia utusaidie kukabidhi hundi, ambapo zitakwenda kuwa ni chachu katika kuendeleza na kuajiri vijana wa kina mama na watu wenye makundi maalum. Nipende kusema wazi Tuna kila sababu na kila haja ya kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayoifanya ya kutenga fedha hizi ziende kuwasaidia vijana, akina mama na walemavu kuweza kuwa ni sababu ya mitaji katika kuelekea fursa za ajira, kukuza mitaji yao na kukua kiuchumi. Hakika sisi watu wa Tanga tutakupa ushirikiano mkubwa kuhakikisha fedha zote zinazotoka kwenye mikopo basi kwa kushirikiana na madiwani na halmashauri kuhakikisha zinarejea, ili wengine waweze kukopeshwa na kuweza kupata maendeleo. Amani yetu ni fursa, tuitumieni vizuri kujiendeleza kama vijana, na tutumieni vizuri kwa maslahi mapana ya taifa letu.